Hapa cha kufanya wewe ukifika nyumbani, nenda katoetoe vile vitu sebuleni pale, toa makochi eh, toatoa TV zile majiko majiko yale nini takatakatakataka taka, taka, taka, zote pale sebuleni. Alafu ukifika pale we pale taandika majamvi. Kesho mapema kabisa linaingia jeneza jeneza, eh pale, tunaleta jeneza. Mtu kichwa akipo kwenda kuniulia kakaangu, kumbe tufanyeje? tunachinja Yes, anataka kutuua, akituua na sisi tunauua. Ah, Munde, hiyo haipo sawa. ka unamtetea kaka yako au sio? Ah, si mtetei, mi sitaki. We um, aumie nawe umie, mi wote nawapenda. Wewe una nafasi yako na yeye ana nafasi yake. Sipendi kakaangu aumie, sipendi na wewe mpenzi wangu umie mm. Yaani hapa cha msingi yani we ungesogea kidogo hapa, ili mradi yani zivurugu na kakaangu ziishe Oya, oya we uti, hebu toka! Yaani mimi nitoke kwenye huu mtaa nihame kwenye huu mtaa, au sio? Yaani mtaa wangu e? Mi mzawa hapa, alafu nitoke ni muache. Sindiyo? Eh, aendelee kung'aka mtaani e? nimkimbie nani? Nimkimbie paka? Oya we mchumba, we mchumba, usijichanganye mtakuchekecha sasa hivi. Oya, huu mtaa misiami, mimi hapa ni mzawa. Oya, atoki mtu akiingia kwenye anga zangu, vitasa tisa mbili namba. Yani mimi nitoke nimkimbie hapa mtaani, alafu baadaye abaki anang'aka eh? Anabwata, anatangaza mtaani kwamba munde kamkimbia, au sio? Yani mimi nimkimbie blaza ako. Oh ya never, hii ni never happen, never sikimbii maumivu ya mtu. Wewe kitako nini, sina maana hiyo munde, huja nielewa. Mi yangu mimi, wewe usizulike na kakaangu asizulike Sikia mchumba, hata mimi spendizizesheni zitokee, okay? Haya yanayotokea, mimi mwenyewe simai simaindi, ila sema nini, akizingua na si tunazingua. Sawa, baridi. Haya, vipi, umekula? Mimi sijakula. Una pesa? Sina pesa, sina pesa. Unaelewa eh, nilikuwa sifagili dela, eh. nilikuwa sifagili kichupi eh, lakini mwisho siku kanishawishi mpaka nikaingia kwenye mikono yako, ya nimekuweka hapa kwenye moyo. Mtu akikuzingua wewe, Bora nizingue mimi oa. Mtu akinizingua mimi baridi. Lakini akikugusa mtoto mzuri mlembo mtoto mlito

Maua, najua fika mimi, ela yangu nazalisha, yaani ela yangu mimi ni ya mzunguko, haistahili kukaa. Si changamoto Maua, hizo changamoto na biashara yangu, vitu hivi vili tofauti. Lakini biashara hii inayofanya yeye, yani na changamoto kiukweli. Kuna muda mwingine unakuta nimevamiwa na askari, unamaliza naye ile kinamna namna fulani ili mambo yasiweze kwenda mbali. Muda mwingine wateja nao wanakuja wanakopa. Yaani wananipa changamoto na ndio maana na mimi pia nimekucheleweshia. Ila mimi ningekuomba kitu kimoja, kwanza naomba unisamehe kukucheleweshia pesa yako. Kwa sababu jambo hili yani sio nda, aliko ndani ya makubaliano yetu. Na naomba kwanza unisamehe na ningeomba unipe muda kidogo, yani uniongezee muda kidogo kama utojaki samani. Sasa mani yako Maua mi kwangu asaidii. Mira yangu ni ya mzunguko, jisi unavokopa na unavorejesha, ndipo mi napata hera. Kwa makubaliano, Maua, tulikubaliana mezi miwili, sasa hivi inafata mwezi wa tatu na nusu. Sumenelewa? Mwezi wa tatu na nusu, mi napataje hela? Ofisini utokei simu upigi Ah, siwelani nikwambieje, mimi narudi tu hapo kukuomba kwa kwamba, naomba niongezie muda kidogo, pesa yako mimi nitakupa. Siamau we mtu mzima nielewe, mwanamu. We ni mwanamke kavipi, naye tu malizani. kivipi ambacho jielewa, kipi maua, mimi si mpaka hapo ushaelewa. Bwana bwana mkuchu, hiyo inakuwa ni ngumu, itakuwa ni ngumu, ni ngumu, ni ngumu. Mimi naomba tu niongezee muda, najua ukiniongezea muda tajua nitapambana vipi ili nikupe hiyo pesa yako kwa haraka. Sema huo kama icho unaona kigumu, nami rangu inahitaji uzalishaji kwangu naona haina maana. Nakupa siku hizi siku mbili, nikute langu aiza, nikute jibu langu baina na hapo. Mi natuelewana, nesi, umenielewa sina mengi na mambo mengi ya kufanya. Bo menielewa, nafuatilia hela zangu. Nakupa siku mbili, mi naondoka. Sawa, karibu

Akina Digi, <coughs> yule jamaa alonyoa nyoa yule kichwa chake kama vile kawekwa na mafuta, hata yeye yule bonge huyu kama chula limenenepa. Sawa, sio mbaya. Kwa hiyo wako wapi sahizi? Navyokwambia sasa hivi hapa, wameenda kupiga mazoezi ya jimu. Watakawaje wapambane na nyinyi na nyinyi? Naangalia ndugu zangu mlivo hivyo, kazi ya kukaa kijiweni tu Yaani saa hizi ninapokuambia wewe, wewe brother, unazingua hebu, pulizia huko moshi wako basi. Kwa heshima nakutia makonde sasa hivi, kwa heshima hapo. Brother poa, sikizeni kwa sababu hao watoto wanataka kukiwasha. Hakuna kudevela devela, mwendo kukiwasha. Ngaa na sisi nganga. I say kama wameanzia gym, sisi tunatimba maskani kwao, tunaenda kuwangoja hapo hapo Wakikiwasha tunakinukisha wao wanaanza, si tunamaliza hapa? Haina msubirie, nani udogo balo, uko wapi? Hapa tunatoa mguu, mi nangoa mpaka kwao. Baridi tunaweza tukajiandae, tuondoke, tupite. Haina nomo, mimi ni kwa namtamani. Na wewe unaenda wapi? hebu kausha hapo basi.

Yaani hapa ndio kwanza alfajiri sija. Hebu eh, mzee mzee ananielewa Jenifa ni nani? Sio unanielewa. Yaani siogopi dudu wala mende. Nataka dera langu. Sogea dera la lako lipi ila sasa chafu kujalifua. Unasemaje? Dera hujalifua. Siku ya kwanza, ya pili, leo ya tatu. Unaambia dera hujalifua, ulikuwa nilalia nini? Kishandu usinitibue. Nafikiri unanijua. Kalete dera langu ndani.

Bwana bwana bwana bwana, gula wewe! Jenifa wewe <laughs> acha kwa cheke e, e. na Jenifa bwana bwana bwana bwana, we <clears throat> zama siku, jamani nzuri, ai si miaka mingi, umenenepa dikio kutoka hivi. Ah si wajua tu na maisha yanabadilika e bwana, ika kweli Jenifa bwana, si tupo bwana. Wewe umebadilika kwa nini? Kwanza nani unavyovaa. Yani mzee si mzee. Yani si mtu wa zamani, si mtu wa zamani, hata sikuelewi. Ah una bwana, unajua bwana Jenifa, hmm. Baada ya mimi mare mama kufariki kila kitu kiliharibika, mimi mako alikufa mamangu pia e, alifariki, hmm. Mi yatima sasa hivi mi yatima mimi. Pole. Shukrani lakini <laughs> ndio hivyo bwana, tuachane nayo ah. Sasa huko unaona wangu wangu, mbona spidi sana? Kuna nini ah? uko ndo kako eh.

gongo bwana. Ah, gula saa hivi, unanywa gongo? Yaani bwana sio, unajua sometime kidogo unachachua, kichwa kikae sawa. Basi sawa, maanake mimi naelekea huko kwenye shughuli ya watu, hapo kati kuna shughuli. Sasa hiyo shughuli wapi? Hapo mtakati Wewe. Eh, tuarikane basi yaani pambe maeneo hayo si mziki watafunga, yaani sio mziki tu, kuna mpaka matarumbeta. Wacha wewe yaani amshapopo kama zote ni wewe tu nawe. Wewe jeni yake. Haya bula. Sawa. Tutachekiana. Tutachekeana, bye. Lakini sasa wewe wa unaishi wapi maeneo maeneo gani? nakapo kati kwa mzee Juma. Kwa mzee Juma pale eh, ndipo unapokaa Jenifa? Wewe, kumbe eh, ndo pale pale unapoishi. Imeisha hii. Eh.

sina kuuliza, we Ansi, hebu niambia, na mijicho yako hiyo imekutumbuka kama nini dada? Si yule mwanamke wa skuli uliniunganisha naye? <laughs> mume wake kanifumania. Umeisha, umeisha Ansi. Nilishakukanya, mdogo wangu, mambo yako ya, ya, ya mjini usialete huku kijijini. Nisha kwambia hasa ni matatizo na yatafuta. Hasa kwa taarifa yako Ansi, demu uliotoka naye ni demu wa Chikago, na Chikago yule ni mkono wa kushoto wa Munde. Sasa umeyakanyaga yani kama umefanya yani, yani, kama ja amekukariri, ni bora ukahama hapa yani, ukaondoka, maana umeyakanyaga umeakologa. Basa dada, ulishatokea Kunifokea sio solution, tujue namna ya kulimaliza. Unavonifokea, unapiga kelele, unazidi kunisadidisha tu, kama nilivyofezeeka mtaani. hmm. Yani utengeneze na nani tena, usije ukanihusisha kabisa, ukani kwenye ya mambo yako, usije ukanihusisha. Naomba uondoke, ingia ukajistiri, uko hivi ya aibu hapa sahivi wewe, yani ningekuwa na uwezo ningekuminginya wewe. Ni chozi la mapenzi ya, ni chozi la mapenzi. Dunia imebeba watu na vyatu Fiatu. Fiatu, fiatu. Ah, dunia imebeba watu na mtu mm, fiatu. Fiatu, yeah. Mm, mm, imagine mtu anauzwa kisa hela mm, dunia inaenda kasi tena mpela, mpela. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo.